Taarifa kutoka nchini Nigeria zinasema kuwa makundi ya watu wenye silaha wamewateka nyara kundi la waumini wa Kikristo kwenye makanisa mawili huko katika jimbo la Kaduna nchini humo. Hii ni TriGen Media. Mmoja wa viongozi wa juu wa kanisa hilo amearifu kuwa waumini wapatao zaidi ya mia moja sitini walitekwa nyara na watu wenye silaha wakati wakiendelea na ibada siku ya Jumapili, Januari 18. Nchini Nigeria kumekuwa na matukio ya utekaji nyara ambayo hugusa makundi mbalimbali mbali ya jamii, wanafunzi wa Kristo na Waislamu pia. Matukio kama haya mara nyingi na kwa muda mrefu sasa yanatokea zaidi kaskazini mwa Nigeria na eneo la kati mwa taifa hilo, huku watekaji hao wakidai kulipwa kikombozi ili kuwaachia mateka. Kwa mujibu wa polisi, ni kwamba watu waliojihami kwa silaha za kisasa Siku hiyo ya Jumapili walivamia makanisa hayo mawili yaliyopo eneo la Kurmin wal kata ya Afogo na kufanya uhalifu huo majira ya jioni. Mchungaji Joseph Hayabu ambaye ni mkuu wa shirika la Kikristo la Nigeria la CAN kwa kanda ya Kaskazini alipoliambia shirika la habari la AFP siku ya Jumatatu alielezea mazingira ya utekaji yalivyotokea. Inadaiwa kuwa watekaji hao baada ya kuvamia makanisa hayo walifunga mianya yote ya watu kuweza kutoka, kisha wakawalazimisha waumini kutoka na kuelekea porini. Hata hivyo, waumini tisa kati ya waumini wote waliotekwa walifanikiwa kutoroka, kwa mujibu wa uongozi wa kanisa. Utekaji huu unatokea huku mwezi Novemba mwaka jana wanafunzi na walimu wapatao mia tatu walitekwa nyara kwenye shule ya kanisa Katoliki nchini humo. Taifa la Nigeria kwa muda mrefu sasa linakabiliwa na matatizo ya ukosefu wa usalama na hasa utekaji unaotekelezwa na magenge ya kihalifu ya wanamgambo wa Kiislamu kaskazini mashariki mwa taifa hilo, kuliko na vuguvugu vugu la kujitenga. Hii ni TriGen Media.